Na hii ni safari yangu ya tatu kuja katika jimbo la Kayanga na kupitia hija, tumepokea mengi na, licha ya kupokea hayo mengi na miujiza mingi ambayo tumeipata hapa, parokia yetu imekuwa ni chimbuko la kufanya parokia nyingine pia za jimbo la za Dar es Salaam kuona kwamba wanaweza kumbe na wenyewe kufanya hija ndani ya nchi na kuja mpaka huku Bugene takribani kilomita si chini ya elfu moja na mia tano. Mazingira ya hija hii sasa hivi yanaendelea kuboreshwa. Mwanzoni tulipokuwa tumeanza kuja, kulikwepo bado hakujakaa vizuri katika swala zima la usafi wa hapa, kwa kweli na ushirikiano wa parokia yetu. Pia tunakuja kila wakati kutoa shukrani na kuanza ujenzi wa vyoo vya kudumu, kuboresha mazingira ya hapa na pale na kwa upendo mkubwa wa askofu wa Kayanga, kwa kweli, baba huyu anatupenda mno, anatupenda sana. Mara nyingi kila tukifika, ni lazima tufike kwake, kwa tunamsalimia, anatukaribisha kwa upendo, anatuonyesha hata ile bustani yake nzuri sana ya Edeni, ambako tulijifunza pia ule mwiba ambao alichomwa nao Kristo wakati wa mateso yake natufanyia kuwa ni tafakari kubwa kwetu, tunajiona kama tunaingia Edeni yeah. Kwa binafsi mimi mwenyewe aa, mwaka jana nilivyofika hapa nimekuja, ni safari ya tatu sana lakini kwa mwaka jana nilikuwa na maombi mazito ya kuibeba familia yangu. Namshukuru Mungu kwa kweli, nimeyapokea mimi nimepokea kuna mdogo wangu ambaye alikuwa amefanyiwa operesheni ya uti wa mgongo, sasa hivi anatembea yuko vizuri. Na mimi mwenyewe, kuna mambo mengi ambayo Mungu amenitendea kutokana na Bikira Maria Rudi wa Bugene. Kwa hiyo ninawakaribisha watu wengi wafike, wafike waweze kujionea, wafike waweze kuona huyu mama, jinsi ambavyo anafanya miujiza. Kikubwa kinachotokea kwetu ni imani ni imani kubwa kwa huyu mama ambaye ni mama wa wote na popote pale huyu mama yupo, cha maana ukimtafuta kwa bidii. Hii kwangu ni mara ya pili kuja hija hapa Bugene, lakini ni mara ya nne kushiriki hija. Hija za mwanzo mbili za kwanza nimeshiriki pale Nyakijoga, lakini hizi mbili mwaka jana mwaka huu nimeshiriki hapa. Safari hii nimekuja kama kiongozi wa mahujaji hapa Bugene. E, kama livyoongea mwenzangu, kuna mengi yamesha ambayo yameshatendeka. Niomba tu nitoe kama ushuhuda kwa ile ambayo nilishuhudia mwaka jana kuja Mba, mwaka huu nipokuja. Mwaka jana moja ya shida ambayo nilikuja nayo hapa nikiwa naandamana na mama yangu mzazi ilikuwa ni tatizo la mdogo wangu alikuwa na tabia ya wizi wa kutumia silaha, naomba niseme ujambazi. Tulikuja na mama, mama alilia sana pale kwenye kile kituo cha tano cha matendo ya uchungu mafumbo ya uchungu. Kwa kweli kwa sala zile, kwa maombezi ya Bikira Maria, hivi navyoongea ile mdogo wangu yametendeka mawili. La kwanza, ameacha hilo tendo sio kuacha kwa maneno, ameacha kwa, kwa kuripoti kituo cha polisi kwamba ameacha hilo tendo. Lakini la pili akafunga ndoa mwaka jana mwezi wa kumi na moja. Hivi navyoongea sasa hivi anafanya shughuli zake binafsi za kihalali kabisa, ni mfanyabiashara yuko China. Sasa hivi andiale wanatuma mizigo, asema kwamba agiza vitu kutoka China, kama anamwagizia mizigo anakutumia hilo ndilo kubwa, lakini vinginevyo naambia kumshukuru kwamba hata mimi nilipokuja mwaka jana nilikuja na maombi yangu kwa watoto wangu. Mimi ni baba na watoto watatu. E, mmoja alikuwa anajiandaa kwenda chuo, mwingine alikuwa anajiandaa kwenda kwenye kidato cha nne. Kwa hiyo nilikuja niwaibu wale watoto katika hali ya maumivu, na nikimwomba Mungu kwamba hali ya kipato si njema, tusaidie kupata binti yetu ambaye ni mkubwa, basi apate nafasi katika chuo ambacho gharama za ada na mambo mengine yatakuwa ni nafuu na ndivyo ilivyotokea. Mwezi wa nane mwaka jana, baada ya kutoka hapa, ameenda chuo. Jina wangu mdogo kwanza tena kidato cha nne mwaka jana, nilimwambia Mungu, kijana wangu ana hofu ya mtihani, ana wasiwasi, lakini Mungu aondoe hofu, Roho Mtakatifu amfunike kwa maombi ya Mwabikira Maria. Na nilitamka kabisa kwamba mpaka jina langu apate division one ya point 9 nilitamka. Mungu amependa kumpatia division one ya point 10 kwani muujiza mili ambayo tunaishi nayo ndani ya familia yetu kwa upande wa mama na ndani ya mji wangu. Mi mwenyewe hii ni safari yangu ya pili kuja katika kituo hichi cha hija cha Bugene. Nilikuja mwaka juzi kwenye safari ya hija kama hii, ambapo nilikuwa na maombi yangu nilimletea mama Bikira Maria ya Bugene. Amenisikiliza na ameajibu yote na safari hii tena nimekuja safari ya yakihija azo kubwa ni kujitenga na ulimwengu na kumkaribia mm, Mungu zaidi kupitia mama Bikira Maria. Nashukuru hata ya mwaka huu, hata kabla sijatoka Dar es Salaam nimeona ameshajibu baadhi ya maombi yangu. kwa e hiyo ni tendo zuri kuja hija, tumakuja kuchota neema sehemu hizi ambazo mama amewatokea watu mbalimbali. kwa kweli safari Sala, kuimba, kumbuka, kusoma neno la Mungu, tunafanya upya ule Ukristo, tunafanya upya ubatizo wangu, na mimi nashukuru sana na Maria. kwa vituo hivi naendelea kumtegemea mama piikila Maria, atuombee kwa maanayo bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni hija ya yangu ya tano hasa huku kazalio Kayanga na Bugene hapa. Mimi nimekuja huku mara tatu nikiwa na wenzangu lakini mara mbili nikiwa kama kiongozi wa mahujaji. Lakini nasimama hapa kushuhudia waliotendeka hapa, na hasa mwaka jana hija niliyokuja nikiwa kama kiongozi, nilituma maombi mengi mengi, lakini la kwanza, wanasema jisahau kwa ajili ya wengine. Kuna rafiki yangu alikuwa anapata shida ya kupata mimba kwa ajili ya mtoto, lakini nilipokuja hapa alinipa maombi, na niporudi nikampelekea maji nilipompa hayo maji akaoga, aka yeye anavyodai, aliyatumia na mume wake. Mara nyingi anasafiri, alipokuwa akirudi anaweka kwenye maji, wanaoga, wanaomba. Hivi ninavyoongea na mtoto wa miezi miwili, alipata mtoto. Mimba ilipofika miezi mitatu alinipa majibu, nimepata ujauzito enjo hivi ninavyosema na mtoto wa miezi miwili. Namshukuru, lakini kwangu mimi nilikuwa napitia changamoto nyingi, nilikuwa nina kesi ya kazini iliyokuwa tayari na takribani miaka tisa hivi. Leo ninavyoongea kesi imeisha, namshukuru Mungu. Lakini pia kwa ajili ya familia na watoto, kila ninapokuja Bugene, ninapokuwa tu ninaondoka, ninapata shuhuda. Nilikuwa naangaika, lakini lakini sahizi mwanangu ana kazi mwanangu ameendelea kwa kila kitu, hivyo ninamshukuru sana mama Bikira Maria, ninamshukuru sana mija. Ya mwaka huu nilikuja kwa ajili ya shukurani tu, kiukweli ninamshukuru, lakini bado nimeona makuu yake ni mengi. Ninasema asante kwa ajili ya jimbo hili, lakini zaidi ninamshukuru Baba Almachius Rweyongeza, askofu wa jimbo. Ninamshukuru sana Padri Jakatenda huyu amekuwa ni rafiki, amefanyika rafiki kwenye parokia na kwangu mimi, hata anapokuja Dar es Salaam tunaendelea fadhastom. Mungu awabariki sana, ninasema asante sana, kwa sababu tumekuwa nao ni karibu, hata tunapokuwa na michango yoyote, wamekuwa karibu wakinishirikisha. E, nimekuja hija na mahujaji ambao tumetoka Dar es Salaam na hasa katika parokia ya Bikira Maria wa kanisa Boba Maria, namshukuru Mungu kwa ajili ya hija hii, namshukuru Mungu kwa ajili ya kituo hiki cha hija Mama Bikira Maria wa Rudi Bugene. Ni kituo kizuri ambacho natamani kila muumini aweze kufika hapa kila maajabu yake, unasali unasikia faraja ya Mama Bikira Maria, unasali unasikia kabisa maombi yako yakipokelewa. Kumbe ningepewa nafasi ya kushauri, ningeshauri kitangazo zaidi, watu wengi wakifahamu, watu wengi waweze kufika hapa, watu wengi waweze kusali pamoja na Mama yetu Bikira Maria ili waweze kujita, kujichotea neema kujichotea baraka ili tuweze kuunganika zaidi na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa Maria. Tunamshukuru Baba Askofu Almachius Rweyongeza, ambaye tupo katika jimbo lake kwa kuruhusu kituo hiki kiweze kufanya kazi. Amba, ambapo kipo katika parokia ya Bugene iliyo parokia ya kwanza katika jimbo letu hili la Kayanga. Tunamshukuru Mungu na kumwombea baba askofu azidi kupata mang'amuzi zaidi ili tuzidi kunemeka katika neema na baraka tunazozipata katika kituo hiki. Asante sana na Mwenyezi Mungu azidi kutubariki sote.